Katika historia ya magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele barani Afrika, usubi ulikuwa jinamizi kubwa kwa jamii nyingi za Kiafrika. Ugonjwa huu unaenezwa na nzi mweusi anayepatikana kando kando ya mito inayotiririsha maji kwa kasi, husababisha upofu, pele wa ngozi na vinundu chini ya ngozi. Kupitia juhudi za pamoja za wizara ya afya na taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMRI pamoja na wadau wengine, kampeni ya muda mrefu ya kutokomeza ugonjwa huu ilianza kwa zaidi ya miaka 21 iliyopita. Dawa za kingatiba zilisambazwa, tafiti zilifanyika, na jamii ilielimishwa. Leo hii hadithi imebadilika. Ni hatua kubwa, tujishangilie sana katika jambo hili. Ayo, sio makofi ya ushende, makofi mengi sana. Maambukizi yamepungua kwa kiwango kikubwa, na kwa mara ya kwanza imefikia hatua ya kusitisha umezeshaji wa dawa. Huu ni ushindi wa mafanikio ya kisayansi na kijamii. Sasa hizi tathmini zimeendelea kupima na kushauri wizara, tumefika mwisho sasa lini? ni lini tuache kumeza dawa za ivermectin? Tuendelee miaka yote? Wameanza mwaka elfu mbili elfu mbili mpaka elfu mbili uh, elfu mbili na ishirini, tulifanya tafiti ya kuangalia ugonjwa kwenye jamii ukoje. Ehe, na hii tafiti ndiyo ilitupa taarifa kwamba ugonjwa umeshuka kiwango cha karibu na asilimia uh, sifuri pointi moja ambayo shirika la afya la dunia limeweka kwamba ili uache kumeza hizo dawa basi pima watoto wadogo, kizazi kipya, miaka mitano mpaka uh, tisa wa, chini ya kumi. Ikiwa watakuwa hawana maambukizi hayo, ndio mafanikio, kwa sababu usunya upo. Je, vijidudu vipo kwenye ngozi za watu wazima? Kama havipo, ina maana wale watoto hawataambukizwa. Safari hii ya matumaini sasa inaingia kwenye hatua ya tathmini ya mwisho katika vijiji vya halmashauri ya wilaya ya Kyela, Rungwe, Ileje, Busokelo na Ludewa, eneo linalojulikana kama Tukuyu Focus. NIMR inakusanya ushahidi wa kisayansi kuthibitisha kuwa usubi sasa ni historia. Timu ya watafiti kutoka NIMR inatembelea vijiji kushuhudia zoezi la upimaji linavyoendelea. Kwa hiyo tumekuja leo pamoja na kutoa taarifa ya mafanikio ya nyuma, lakini nakuwaambieni kwamba tunawarudia, tunachagua vijiji kadhaa. Mliofika hapa wenye vitu wa vijiji na afisa watendaji vijiji, vyenu vimechaguliwa kwa mwaka huu kufanya tathmini ya mwisho kujua kama watoto wetu wana maambukizi. Mikutano ya hamasa na wanakijiji pamoja na viongozi ni jambo la muhimu. Katika mkutano wa uwasilishaji matokeo uliowakutanisha wataalam wa afya, madiwani, viongozi wa kata na vijiji, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Mheshimiwa Katule Kingamkono alitoa kongole kwa NIMRI na Wizara ya Afya kwa kujitoa kuhakikisha ugonjwa huu unatokomezwa kabisa katika maeneo yao. Lakini kubwa kuliko yote sisi leo ni pongezi kwa sababu vita ya ushindi mkiwa mmepigana na adui e, kati ya maadui mia mbili mkeua, mnaambiwa kwenye poli letu wamebaki wawili. Tunachoamini kwamba madhara ni madogo kulikana na jambo hilo tulipotoka. Naomba tuwapige makofi watafiti wetu, naomba tupige makofi mengi, kwa sababu bila wenzetu kufanya utafiti, tafsiri yake serikali haiwezi ya kujua ukubwa wa tatizo. Akizungumza kwa niaba ya wizara ya afya, Bitoi Midaba alieleza kuwa serikali imeandaa mkakati mahususi ya kufuatilia magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele kama usubi. Na sisi serikali kama serikali kupitia wizara ya afya tumetengeneza mikakati yetu. Katika mikakati yetu ni kwamba tunatengeneza taratibu kwamba kufuatilia magonjwa haya ye ugonjwa huu ili tufikie malengo yaliyopangwa kidunia tutafikaje? Kwao tumejipangia, ukiona huu utafiti unaosema upo katika mpango wa wizara. Naye afisa mtendaji wa kijiji cha ushirika Andendekisye Jeremia Mwakalinga alisisitiza kuwa taarifa hizi zinawapa matumaini mapya wananchi walioteseka kwa miaka mingi. Mimi nashukuru wawezeshaji wa, wa nini walioweza kufanya kazi kubwa nzuri ambayo imetufanya tupate elimu ambayo hiyo elimu itatusaidia katika kuelimisha jamii. Niwashukuru sana kwa kutukumbuka viongozi wa vijiji, kata ndani ya halmashauri hii katika vijiji, kata zilizochaguliwa ambao ni maboresho mazuri yatatokea kwenye jiji letu kulingana na hali hiyo. Kwa majina naitwa hili Dablam Songa, afisa mtendaji wa kata ya Ikinga, wilaya ya Ileje, mkoa wa Songwe. Lakini kwa upande wa kata yangu ya Ikinga, tulikuwa na zoezi la kuchunguza magonjwa ya usubi. Tunashukuru kwamba ugonjwa huu umechunguzwa na tulipata wageni mbalimbali kwenye ofisi yetu ya kata, tulitoa ushirikiano na leo tumeweza kupokea mrejesho. Tunashukuru sana. anaitwa Sayuni asoni Cheyo mwenyekiti wa kijiji cha Kapeta kata Ikinga wilaya ya Ileje. Irechi, ninashukuru kwanza kwa hii kamati ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ya, ya, ya usubi. Tumenufaika kwa ujumla, na kwa maana kwamba tunawapongeza serikali kwa sababu mmetujali na hili zoezi ambalo lilikuwa ni gumu lakini nimefanya jitihada ili kutukomboa kwao. Nipende kushukuru hata leo ni shukuru tu kwa kikao hiki, tumejifunza mengi na tunaombea serikali pia iendelee kututimiza zaidi, kutukomboa katika hali hii. Kwa hiyo eh, nia yetu ni kuwaomba tupokee tena kwenye utafiti huu, ili sasa tuthibitishe hiyo tuliyositisha kugawa dawa sasa tuje kutangaza kwamba tunaanza, hatuta meza hizo dawa tena, tumepata mafanikio. Mkutano huo uliokuwa na maana kubwa kwa wananchi wa wilaya ya Kyela, Ileje, Ludewa, Rungwe pamoja na Busokelo ulihudhuriwa na viongozi wa wilaya, waganga wakuu, watafiti wa NIMRI na maafisa wa Wizara ya Afya. Usubi sasa ni historia. Sayansi, ushirikiano na elimu kwa jamii ndio msingi wa ushindi huu. NIMR kukuza utafiti kwa afya bora.